ligairinatiina biha tuba katika darsa nambari kumi na mbili aldarsu thani ashar, somo la kumi na mbili. Kitu ambacho tunajifunza katika darsa hii nambari kumi na mbili ni dhamiru lmukhatab, dhamiri ya msemezwa, kiwakilishi cha msemezwa, nao ni kaf ndotuna

Vipi hali yako wewe, mwanamke. Kama ni mwanaume kafu inakuwa ni maftuhan e, inatiwa fatha. Kaifa haluka, anasema ana, ana bikhairin walhamdulillah, mimi ni nzuri na sifa njema nastahiki Allah. Min aina ant, kutokea wapi wewe. Ana min arriyadh, mimi min kutokea mji wa Riyadh. Masmuki, jina lako nani? Ismi amina, jina langu ni Amina. Aina abuki Yuko wapi, baba ya kwa? Kama tulivyoeleza kitu ambacho tunajifunza katika darasa hili ni hii dhamiri kaf: namna ya kumwegemezea mtu wa jinsia ya kike tumeona inapata kasra na namna ya kumwegemezea mtu wa jinsia ya kiume inakuwa inapata fatha. Abi huna fi almadinati almunawwara, baba yangu yupo hapa katika mji wa Madina, huwa muwajjihun fi almadrasati althanawiyya, yaani kiongozi, eh, katika madrasa althanawiyya wa aina ummuk, na yuko wapi mama yako? Hia aidan huna, yeye vile vile yupo hapa. Hia tabiba fi mustashfa alwilada, yani daktari katika hospitali ya uzazi. Wa man hadhihi lfatatu lati maak? Nani, nani msichana huyu ambaye yupo pamoja na wewe? Ahiya ukhtuk, hivi je huyo ni dada yako? La, hapana. Hiya bintu ammi, huyo ni binti wa ammi yangu, baba yangu mdogo. masmuha

Liman hadhihi saatu aljamila, ni anani saa hii nzuri. Ahiya laki ya Fatima, ivij hiyo ni yako e Fatima? Naam, ndio. Hia lihiyo, ni yangu. Ahadha kalamu ya Muhammad. Kama tulivyoona kwamba kwa mwanamke kafu inapata kasra, mwanamume mwana kafu inapata fatakuote kama sehemu umeona. Ijatua shakiri, kanuni hizi za lugha zinakuwa zinakuongoza hadha qalamuka ya Muhammadu, ivi je, hii ni kalamu yako Muhammad? La, wemuhaa lapana. hadha kalamuka anta, hii ni kalamu yako wewe. tilka sayyaratu wal jamilatu lati, gari lile zuri ambalo ambalo kharajat alana min almadrasa, limetoka sasairi madrasa. Lilmudirini, lamwalim mkuu. aanta muhandisun ya akhi, ivi je, wewe ni mkandarasi ndugu yangu? La, lapana. ana tabibun, mine daktari

ilivyowekwa wazi katika mfano mfano wetu. Mithal: aina kalamuka ya abi, kuwapi kalamu yako ewe baba yangu. <coughs> Munada hapa ni abi, ndio kinachoitwa, yaani inaitwa ni harfu nida rufia kuita. Kwa hiyo kile ambacho kitakachokuja baada ya ya ndio kinaitwa munada, yani kinachonadiwa, kinachoitwa. Ya fulani, ewe fulani, kwa hiyo fulani inakuwa ndo munada. Hii ya inakuwa ni harfu nida rufia kuitia. aina qalamuki ya ummi, iko wapi kalamu yako ewe mama yangu hapa wanabadilisha dhamiri kwa mujibu wa sentensi namna ilivyo huku. Huku ni jinsia ya kiume, huko ni jinsia ya kike. Kwa hiyo huku upande wa kulia ameweka uh, jinsia ya kiume. Kwa hiyo huku upande wa kushoto ameweka jinsia ya kike. Kwa hiyo utajaza sehemu iliyo wazi baada ya kubadilisha huku katika jinsia ya kiume kuipeleka katika jinsia ya kike, aindaka qalamun ya Muhammad Je, una kalamu au je, unayo kalamu ewe una Muhammad. Alafu umekuja huku ya Amina, maana hapo sasa unaipeleka katika jinsia ya kike, inakuwa aindaki, kwa sababu kama tulivyoona kwamba mwanamke kafu yake inakuwa ni maksura inapata kasra. Kwa hiyo aindaki, kwetu tunachobadilisha ni hapo tu kwenye ile dhamiri, baada ya fataha tunaitia kasra kwa sababu zote ni jinsia ya kike. Kwa hiyo inakuwa aindaki qalamun ya Amina. Je, una kalamu Amina. Aina baituka ya ustadhi, ni iko wapi nyumba yako ewe ustadhi wangu. Kwa hiyo huku ni jinsia kike, kafu naitia kasra kwa hapo, gharama yako ni kubadilisha dhamiri kwenye kafu tu. Mbona huku inafuata jinsia kiume, jinsia kike unatia kasra kama tulivyoeleza. Kwa huku kilipobakia mtu tu anajaza. Mwenye amin aina anta ya akhi, hadha daftaru laka ya ali, je daftari hii ni lako ya ali? Ee, e, min aina anta ya akhi kutokea wapi wewe, wewe ndugu yangu. Aina abuka ya Khalid, yuko wapi baba yako? Ya Khalid, aanta maridun ya Khalid, hivi je wewe ni mgonjwa ewe mjomba yangu? Aina bintu kaya ammi, yuko wapi binti yako? Ya ammi yangu, alaka akhu ya Hamid, je una kaka? Ya Hamid, madha indaka ya akhi, kuna nini kwa kwewe ewe ndugu yangu. Assalamu alaika ya abi Anif alfaila fi kulli min aljumal alatiya, mfanyi wa jinsia ya kike mtendaji katika kila moja katika sentesi zifuatazo. Maana hapo e, amewekwa mtendaji wa jinsia ya kiume, wewe mgeuze awe wa jinsia ya kike, kama vile tulivyoonyeshwa hapa katika mfano. Mithal, mfano wetu tunasema, kharaja Muhammadun min albayt, ametoka Muhammad nyumbani. Kwa huku kharajat aminatu min albayt, ametoka amina nyumbani. Kwa hiyo kwa mwanaume inakuwa ni kharaja, kwa hiyo kwa mwanamke itabidi sasa uongezee ta taanithi, saki na ile ta ya uke ambayo inapata sukuni. Namba mbili, baada ya dhahaba almudarrisu ila alfasli. Kwa hiyo hapo tunaongezea ta taanithi katika kitendo dhahaba, tunasema dhahabat almudarrisatu.

E, unabadilisha tu unaweka taa marubuta ta marubuta ya mwisho ili ijulishe kwamba ni jinsia ya kike. Taamali ma yali, zingatie yafuatayo <coughs> hapo. Ameandika jalasat wasema atalibatu. Hapa kuna hadi mbili, kama unakusudia kuitamka sentensi hii jalasat atalibatu hali ya kwanza inabidi usimame useme jalasat uishie na sukuni, alafu umalizie neno atalibatu, amekaa mwanafunzi. Au hali ya pili uunganishe sasa. E, mabadiliko yanakuja unapokusudia kuunganisha, unapokusudia kuunganisha itakubidi hii e, ta uitie kasra, usema jalasati talibatu. Limadha, kwa nini? Sababu ya kuchelea kutokutana sakinani mbili ya huku na huku, unaitia kasra. wa harakati bil kasra khaufan min al-iltiqa'i sakinayni, inatiwa haraka ya kasra kuchelea kutokutana sakinani mbili ya huku na ya huku, lakini asli ya kitendo ni wani aua kina, kina, kina, kina sukuni nakuwa jala sat kama unasimama jala sat atalibat lakini at kama unakusudia kuunganisha ile ta unaitia kasra kuchelea zisikutane sakin mbili ya huku na ya huku. Ndio maana amechora mchoro huo hapa, anasema ikra al jumal ikhraljumal alatia, soma sentensi zifuatazo: manil fatal ladhi kharaja min baitika al an ni nani kijana ambaye aliyetoka nyumbani kwako sasa hivi? Kitu ambacho tunajifunza katika nukta hii ni ismu mausul, jina la kiunganishi alladhi. Ni ismu mausul lilmufradi lmudhakari alaqil wa ghayr alaqil. Alladhi ni jina la kiunganishi la jinsia ya kiume la umoja, mwenye akili na asiye na akili. Unasema alladhi ni yule ambaye, au kama kitu ni kile ambacho cha jinsia ya

Hei, mwenye akili na kitu kisicho na akili kwa mwanamke anasema ni yule ambaye, kama kitu ni kile ambacho cha jinsia ya kike. Hii bintu khalati, huyo ni binti wa mama yangu mdogo. Limanil miftahu alladhi ala almaktab, ni wanani ufungua ambao upo juu ya meza. Kwa hiyo hapa imetumika alladhi, li ghayr alaqil, kwa kitu kisicho na akili huwa. Lilmudarris, hiyo ni ya mwalimu. Saa hiyo ni ya mume wa dada yangu. Kamilisha sentensi zifuatazo kwa kuweka jina la kiunganishi lenye kuendana kwa mujibu wa sentensi namna ilivyo kama jinsia ya kiume utaweka alladhi, kama jinsia kike utaweka allati fil faraghi, katika sehemu iliyo wazi. Alkitabu alladhi ala almaktabi al lilmudarris alqalamu alladhi fi haqibati maksurun. Kitabu ambacho kipo juu ya ee, kipo juu ya meza ni cha mwalimu. Kalamu ambayo ipo katika mkoba wangu ni kuvunjika

wa khali la pana hiya lisadiqi Muhammad, huwa ni warafiki yangu Muhammad. Alkalimatu aljadidatu, maneno mapya. Alammu ni akhul ab, ni ndugu wa baba, ambao ninaita baba mdogo. Alammatu ni ukhtul ab, dada wa baba, ambao ni tunamuita shangazi. Alkhalu mjomba, ni akhul um, ndugu wa mama, ambao ni kaka yake mama huyo. Alkhalatu mama mdogo, ni ukhtul um, dada